Kuna vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinavyoweza kutokea ndani ya jamii yetu. Muislamu ana mdhuru muislamu mwenzake, na binadamu ana adam mdhuru binadamu mwenzake, ni kwa sababu ya kupungua kwa nguvu ya imani katika vifua vyetu. Sasa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam anatufundisha kwa kusema ittaqi llaha haythu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala popote utakapokuwa. Ukija utakazama nadharia ya Qurani utaona kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anazungumza katika Qurani pale waliposema, ya ayuha ladhina amanu ittaqu llaha

Imani ya kuamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo isiishie katika ndimi zetu, bali iingie katika nyoyo zetu. Maana yake kutengeneza mahusiano mazuri baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa itikadi kwamba hakuna jambo ambalo tutakalofanya sisi isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala analiona. Lakini waqulu qawlan sadida na mseme kweli katika maneno yenu, mseme kweli katika matendo yenu, mseme kweli katika fikra zenu. Kwa nini? Kuna faida mbili iwapo nikamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na mkasema kweli. Faida ya kwanza yuslih lakum amalakum, maana yake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atakusawazisheni mambo yenu kila ambapo kuna mifereji, kila ambapo kuna mnononyeko, kila ambapo kuna uharibifu, basi nkiakatekeleza mambo haya mawili, mwenyezi Mungu subhanahu ta wa taala atakusawazishieni mambo yenu. Lakini pia wayaghfir lakum dhunubakum, na mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakufutieni makosa yenu, atakufutieni madhambi yenu. Lakini nini? Mmemcha mwenyezi Mungu subhanahu wa taala

Tengenezeni mahusiano yenu vizuri ya kiroho baina yenu ninyi pamoja na nami na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anayajua yale yote ambayo mnayoyafanya, ana habari ya yale yote ambayo mnayoyafanya. Sasa hii maana yake ni nini? Maana ma yake ni kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatufundisha kwamba kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia ya kiroho baina yetu sisi na muumba wetu, kwa sababu mahusiano haya ya kuwa vizuri, maana yake hata ibada zetu zitakuwa ni nzuri, na hatimaye mafanikio ndani ya mzunguko wa maisha yetu na yenyewe yatakuwa ni mazuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika jambo la pili ambalo wanakuhusia na kukufundisha wa kwamba wa atbii isayiatalhasana atambua, na pindi unapofanya jambo baya hakikisha mara tu unapomaliza kufanya hili jambo baya na baadaye ukagundua kwamba umefanya jambo baya, fanya fatishia jambo jema, ili wema wa haya mazuri utakayoyafanya yaje kufuta yale maovu ambayo uliyoyatanguliza. Ndo ile inakuja katika ile aya wa yaghfir lakum dhunubakum, na Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa taala atakufutietu madhambi yetu. Maana yake ni nini? Maana yake Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam anakiringiza sisi kama waislamu kutengeneza mahusiano mazuri ya kidiplomasia na mazingira ambayo tunayoishi. Kila mmoja ana mazingira yake, kila mmoja ana jamii ambayo anayoishi nayo, anajua mapungufu ambayo yaliyomo, na anajua makamilifu ambayo yaliyomo, anajua changamoto ambazo zilizomo. Yawezekana kwa kupitia changamoto hizo ikawa e ni sababu ya kuja kuangamiza wengine, lakini pia yawezekana kwamba katika mazingira yanayoishi kuna sehemu ya watu wachache ambao sio wakuepa. Watu hawa kazi yao ni kuenda kuchafua mazingira ambayo wanayoishi na kuharibu mazingira hayo ambayo tunayoishi. Sasa nini ambacho kinachotakiwa kufanyika? Kinachotakiwa kufanyika ni suala zima la kidiplomasia la kutengeneza mahusiano mazuri baina yako wewe na mazingira yako ili uweze kuyasawazisha, kuyarekebisha na kuyaweka katika mustakabali. Leo hii Waislamu, miongoni mwa misiba mikubwa au majanga makubwa ambayo kiyo nayo ni pale ambapo tunapoona kwamba wako wakuu miongoni mwetu ambao kazi yao ni kutekeleza mambo yaliyokuwa mabaya. Wako wakuu miongoni mwetu ambao kazi yao ni kuamrisha vitendo viovu. Wako wakuu miongoni mwetu ambayo kazi yao ni kugombanisha watu. Lakini tune pamoja, na kwamba tuna wafahamu, bado hakuna jitihada zozote ambazo zinazofanyika kuhakikisha kwamba madhara yatakayotokana na watu hao kupitia matendo yao yasiweze kuendelea kwa ajili ya kuja kuwadhuru watu wengine bali tumekuwa tukifikalia vitendo hivyo kimya, tukidhania kwamba mada wewe haija kugusa, basi yawezekana kwamba isije itagusa jamii yako nzima, na wewe utakuwa hauna habari na mambo hayo. Ndugu zangu, niwapeni kisa kimoja fi zamani. Sayidina Isa alayhi salatu wassalam Isa, wa salam, katika kipindi cha sayyidina Isa alaihi ssalatu wa salam, mara ala qaryati, siku moja alikuwa anatembelea katika kijiji kimoja, kijiji ambacho arelakaauha, watu wa wake wote wameuawa, na miili ya watu hao, hakuna yule ambaye aliyeweza kuizika miigio, bali yote imetapakaa katika mji huo na inatoa hunzana harutali fasayiduna Isa alayhi salatu wa salam, alikopita katika mji huo, fasajaba akafata kuona ajabu, jambo ambalo lilimpelekea kuinua sauti yake, farafa sautahu, akainua sauti yake wa wahuwa yasal aljuthmanin, akiwa anauliza mizoga hiyo, akawaambia ayuha ya ahada lkalya Enyi watu wa mji huu, mabaalukum, ninyi mmefanya jambo gani? Mmefanya mkasa gani? Mmefanya balaa gani, hata hewatum, mpaka mmefikishwa katika kiwango cha namna hii, na ikawa hakuna hata mmoja miongoni mwenu ambaye aliweza kumzika mwenzake. Mmefanya jambi gani?

kwa hakika katika mji wetu huu tulikuwa la namuru bil ma'ruf wa la nanha 'anil munkar, tulikuwa atuamrishani mema na wala hatukatazani mabaya. Sayyiduna Isa akataajabu kwa dhambi hii ndio mmejiliki. Yule bwana akamwambia, naam. Akamwambia, kwa nini wewe umepata nafasi ya kuregeshea wahai ili uje kuniambia dhambi iliyopelekea nini mhiliki ile? Maiti ikamwambia Isa alaihi ssalatu wassalam, kwamba katika mji huu hakuna ambaye aliyesimama katika misingi ya uadilifu.